Unaangalia Msangazi TV. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linamshikilia Hassan Mwakinyo miaka ishirini na tisa mkazi wa Sahare jijini Tanga kwa tuhuma za kumjeruhi na kumshambulia Mussa Ally ambaye ana miaka ishirini na moja huyu ni mvuvi mkazi wa Sahare jijini Tanga. Tukio hilo lilitokea siku ya tarehe nne mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano huko nyumbani kwa Hassan Mwakinyo. Uchunguzi wa shauri unaendelea, ukikamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, sambamba na kuacha kujichukulia vitendo viovu, hasa matukio ya kujichukulia sheria mikononi, kwani kufanya hivyo ni kosa la jinai. Baada ya kuhojiwa, yeye alieleza kwamba yule mtu alimtem kama mwizi, lakini mtu kama mwizi haimpi mtu mamlaka ya kuchukua sheria mkononi, na ndio maana jeshi la polisi limkamata na kumshikilia na kuendelea kuchunguza kujua kiini cha kumshambulia huyu mwanga ambaye alipata tatizo hilo. Na kweli kama unavyosema, kumekuepo na tuhuma mbalimbali mbali, zi ambazo zinamtuhumu huyu Hassan Mwakinyo kwamba amekuwa akifanya vitendo siku za nyuma. Jeshi la polisi tunaendelea kufanya uchunguzi juu ya tuhuma hizo, na kama mtu yoyote ana taarifa yoyote ya tuhuma hizo za nyuma, basi alete, jeshi la polisi itashughulikia swala hili. Halina cha bondia, swala hili ni mtu yeyote. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, kila mtu ana wajibu wa kufata sheria regardless yeye ni nani, kwa sababu hakuna mtu yuko juu ya sheria. Kwa hiyo kila mtu afanye afuate afuate sheria. Unapofanya kosa la jinai lolote, jeshi la polisi sisi tunakushughulikia kwa mujibu wa sheria. Si, unaangalia Msangazi TV.